Usije ukadhani ndoto zako ni za kawaida. Kuna wakati unapoota nyoka, simba, kuku au hata paka na unadhani ni mambo ya kawaida ya usingizi, lakini la hasha. Kila mnyama katika ndoto ana ujumbe wa kinabii, ujumbe unaoweza kufunua vita vya rohoni, baraka zako zilizofichwa, au hata adui anayeinuka kimya kimya dhidi yako. Leo nitakufunulia wanyama 24 katika ndoto na maana zao kinabii. Na cha kushangaza ni kwamba mnyama namba 17 na namba 22 watakufanya utetemeke. Kabla tujiendelea na somo letu la leo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 simba wa kabila la Yuda yuko upande wako. Lakini pia ndoto nyingine inayohusiana na simba, ikiwa simba anakukimbiza au anakuvamia ni ishara ya shambulio la kipepo au mamlaka ya giza inayotaka kukutisha na kukuzuia katika wito wako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya tano na mstari wa nane imeandikwa nukuu, mwena kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu wa mmeze. Kwa hiyo ukiona simba anakukimbiza ukimwona simba anakukimbiza au anakuvamia, ndoto ya namna hii huwa inaashiria shambulizi la kiroho, ndoto ya namna hii huwa inaashiria kuna adui anafuatia maisha yako, kuna, kuna shambulizi la kiroho ambalo linakufuatilia. Lakini ndoto ya pili, ukimwona nyoka ndotoni, nyoka anamaanisha udanganyifu, roho ya hila, wivu, au adui wa kiroho. Ikiwa unamua nyoka katika ndoto, ni ishara ya ushindi wa kiroho. Lakini pia ukiona nyoka anakukimbiza au anakung'ata, ndoto hii huashiria shambulizi la kiroho. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii, ni muhimu sana ukaanza kuomba, ukaanza kukemea kama ukiona nyoka anakushambulia, nyoka anakung'ata au nyoka anakukimbia, anaku, anakushambulia Manake ndoto hii huashiria shambulizi la kiroho. Kwayo, kwa hiyo baada ya kuamka ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ukaanza kuomba, unasema, katika jina la Yesu ninakataa kila shambulizi la kiroho kwenye maisha yangu. Ninakataa kila shambulizi la kiroho kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, kwenye familia yangu. Unakataa kila aina ya shambulizi la kiroho ambalo linafuatilia ya maisha yako. Lakini ukiota ukajiona ndotoni umemua nyoka katika ndoto, ni ishara ya ushindi wa kiroho. Unatakiwa kumshukuru Mungu. Lakini ndoto namba tatu Kumwona tai ndotoni, uh, tai ni ishara ya kuinuliwa juu zaidi, ni ishara ya kupokea maono mapya na nguvu mpya. Kwa hiyo ukimwona tai ndotoni, ukimwona tai tai, ndege ndotoni, ukimwona tai ni ishara ya kuinuliwa juu zaidi, ni ishara ya kupokea maono mapya na nguvu mpya. Ikiwa unapaa kama tai, ni ishara ya kupanda viwango vya kiroho, ni ishara ya kupokea ufunuo mpya kutoka kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura 40 na mstari wa 31, imeandikwa nukuu, bali wamgojao Bwana watapanda watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mbawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ndio la Mungu anasema, bali wa mgojao Bwana watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kwa hiyo ukiona, ukimwona tai ndotoni, tai ni ishara ya kuinuliwa juu zaidi. Tai ni ishara ya kupokea maono mapya na nguvu mpya. Lakini ndoto namba nne, ukimwona mbwa ndotoni, mara nyingi katika Biblia mbwa anamaanisha roho ya uchafu udhalifu udhalimu, au kurudi nyuma kiroho. Mbwa anaweza kuashiria kutawaliwa kimwili, uzinzi na tamaa za kimwili uzinzi na uasherati. Kwao ni muhimu kutambua ndoto hiyo iko kwenye mazi. Yani ni muhimu kutambua mazingira ya ndoto hiyo. Je, umemwona huyo mbwa akikukimbiza au huyo mbwa akikungata? Ukiona mbwa anakukimbiza au anakungata, ndoto hii inaashiria, mbwa anaweza kuashiria kutawaliwa na tamaa za kimwili, uzinzi na uasherati. Lakini pia ukiona mbwa Uh, ukamwona ndotoni mbwa anakulinda, uh, anakulinda dhidi ya mabaya unashangaa, labda yule mbwa anakulinda ili usidhurike, basi ndoto hiyo inaashiria ulinzi wa kiroho. Lakini ukiona mbwa huyo anakukimbiza, anakungata, anakukimbiza, ndoto hiyo inaashiria uh, mara nyingi katika Biblia mbwa anamaanisha roho ya uchafu, udhalimu na kurudi nyuma kiroho. Lakini pia mbwa anaweza kuashiria kutawaliwa na tamaa za kimwili, uzinzi na uasherati. Lakini namba tano, kumuona tembo ndotoni Tembo kinabii anaweza kuashiria hekima na nguvu za kiroho. Ikiwa tembo anakukaribia kwa upole, ni ishara ya hekima au neema ya kifahari inakuja kwenye maisha yako. Yaani, ukamwona tembo huyo, tembo anakuja ulipo kwa upole, sio kwa lengo la kudhuru. E, ikiwa tembo anakukaribia kwa upole, sio kwa lengo la kudhuru, ni ishara ya hekima au neema ya kifahari inakuja kwenye maisha yako lakini pia tembo anaweza akaashiria mamlaka ya mamlaka. Lakini pia tembo anaweza akaashiria uongozi. Lakini pia tembo anaweza akaashiria kuna mambo makubwa yanakuja kwenye maisha yako. Ukimwona tembo akuja, sio kwa kudhuru kwa kudhuru, basi tambua, kuna mambo makubwa yanakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni mimi, unaanza kujiandaa kwa ajili ya mambo kupokea mambo makubwa ambayo yanakuja kwenye maisha yako. Lakini namba sita, kumuona chui ndotoni. Chui kinabii anaashiria roho ya uasi, kiburi au nguvu za giza. Ikiwa unamshinda au kumfukuza ni ishara ya ushindi juu ya roho zenye kiburi na nguvu za uovu. Kwa hiyo kichui au ukimwona chui ndotoni, chui anaashiria roho ya uasi, kiburi au nguvu za giza. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unamshinda chui, basi ndoto hiyo inaashiria ushindi. Lakini namba saba, kumwona kondoo ndotoni, kondoo kinabii ni ishara ya unyenyekevu utakatifu na utii kwa Mungu. Kwa hiyo kuona kondoo au mwanakondoo ni ishara ya amani, uokovu au uwepo wa Kristo. Kwa hiyo kon kondoo anaweza akaashiria uwepo wa Kristo. Ikiwa kondoo amepotea ni ishara ya nafsi iliyopotea au hali ya kiroho inayohitaji kurejeshwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza na mstari wa 29, imeandikwa siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo unaanza kuona hapa, Yohana alipomwona Yesu anakuja akasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kondoo anaweza akaashiria uwepo wa Yesu Kristo kwenye maisha yako. Lakini pia namba nane, mwona mjusi ndotoni. Mjusi anaweza kuashiria roho ya upelelezi, inaweza kuashiria kuna roho zinazokufuatilia maisha yako. Ikiwa unamwona mjusi katika ndoto akikimbia au akikuchungulia, ni onyo kuwa unaangaliwa au kufuatiliwa kiroho. Ni muhimu ukaingia kwenye maombi. Lakini namba tisa, kumwona farasi ndotoni farasi anaweza kuashiria vita vya kiroho, lakini pia inaweza ikaashiria nguvu, ujasiri na uimara. Farasi pia anaweza kaashiria nguvu, ujasiri na uimara. Farasi mweupe huashiria ushindi, neema au huduma safi ya kiroho, lakini farasi mweusi huashiria mapambano, huzuni au roho ya vita. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia, kwa sababu farasi, ni muhimu kuzingatia rangi na huyo farasi anaonekanaje, kwa sababu mwonekano wake, mwone wake unaweza kukupa tafsiri anaashiria vitu gani. Lakini namba kumi, kumwona nyau au paka ndotoni inategemea na jinsi alivyo, kwa sababu rangi mwonekano wake unaweza ukakupa tafsiri. Nyau mweusi huashiria nguvu za giza huashiria, nyau mweusi huashiria nguvu za giza, huashiria makubaliano mabaya yatakaokupelekea kwenye mambo mabaya, lakini pia wakati mwingine paka huwakilisha hila Siri au udanganyifu wa kipepo. Ni muhimu sana ukazingatia mwonekano wake. Je, huyo paka au huyo nyau alikuwa anaonekanaje? Kwa sababu rangi yake pia inaweza kukupa tafsiri. Lakini namba kumi na moja, kumuona panya ndotoni, panya huashiria roho ya kupoteza na uharibifu kwenye maisha yako. Panya pia anaweza kuashiria roho ya umaskini. Kwa hiyo ukimuona panya, siku zote panya huashiria roho ya kupoteza na uharibifu maana yake, ukiona panya siku zote panya aga analeta uharibifu. Panya wanaleta uharibifu, hata ukilisia ukimwangalia panya huwa analeta uharibifu, anakula vitu, anaweza kula vitu vya kwa vya, vya muhimu. Kwa hiyo ukimwona panya ndotoni, panya huashiria roho ya kupoteza na uharibifu kwenye maisha yako, lakini panya huashiria roho ya umaskini. Lakini namba kumi na mbili, Kumwona njiwa ndotoni. Njiwa ni ishara ya roho Mtakatifu, amani na uhusiano wa karibu na Mungu. Ikiwa njiwa anatua kwako au anapaa karibu nawe, ni ishara ya uwepo wa Mungu na uhusiano wa kiroho unaoongezeka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 na msari wa 16, imeandikwa nukuu, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, akishuka kama hua. Kwa hiyo njiwa ni ishara ya Roho Mtakatifu, amani na uhusiano wa karibu na Mungu. Lakini namba kumi na tatu, kumwona ng'ombe wa maziwa ndotoni. Kumwona ng'ombe wa maziwa ndotoni ni ishara ya riziki, mafanikio na baraka za Mungu. Ikiwa ng'ombe ni mnono na mtulivu ni ishara ya neema na ustawi unaokuja kwenye maisha yako. Lakini pia ukimwona ng'ombe ndotoni, ni ng'ombe dhaifu au anayeumwa, ndoto hii huashiria uhaba na kupungukiwa kwa baraka au mashambulio ya kifedha. Ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 utaona ndoto ya Farao kuhusu ng'ombe wanono na wembamba wale dhaifu, kwa hiyo ukisoma utaona. Lakini pia ndoto nyingine ambayo inahusiana na ng'ombe, ukimwona ng'ombe dume au ng'ombe dume ile fahari, ni ishara ya nguvu, uongozi na ujasiri wa kiroho. Ikiwa ng'ombe huyo anakukimbiza inaweza kuashiria mashambulio kutoka kwa watu wenye mamlaka au roho ya kiburi. Kwa hiyo kama anakukimbiza inaweza kuashiria ni shambulio la kiroho. Ukiona unakimbizwa na ngombe ndoto hiyo huwa inaashiria shambulio la kiroho. Lakini namba kumi na nne, umeona nguruwe ndotoni. Nguruwe ni ishara ya uchafu wa kiroho, tamaa za kimwili, au kurudi nyuma katika dhambi. Kwa hiyo nguruwe anaweza kuashiria kurudi nyuma pia katika dhambi. Lakini ndoto namba kumi na saba mwona mbuzi ndoto, maana yake kinabii mbuzi huashiria roho ya ukaidi, uwasi na hukumu ya kiroho ikiwa, uh, ikiwa mbuzi anakufuata ni onyo la roho ya ukaidi inayojaribu kuingia maishani mwako. Kwa hiyo ukimona ukijiona ndotoni kuna mbuzi anakufuata, ikiwa mbuzi anakufuata ni onyo la roho ya ukaidi inayojaribu kuingia maishani mwako. Ukijiona ndotoni unamshinda ni ushindi. Kwa hiyo kijana, ndoto labda unamshinda mbuzi hiyo, basi ndoto hiyo inakuwa na inaashiria ushindi. Lakini namba 16 kumwona kipepeo, maana yake kinabii, kipepeo huashiria mabadiliko, lakini pia kipepeo huashiria uzima mpya, huashiria kuzaliwa upya kiroho. Lakini kuona kipepeo akiruka ni ishara ya kuachilia mambo ya zamani na kuingia katika majira mapya. Kwa hiyo ukiona kipepeo anaruka, ni ishara ya kuachiliwa kwa mambo ya zamani na kuingia katika majira mapya. Lakini namba kumi na saba huona mchwa. Mchwa maana yake kinabii, mchwa huashiria bidii, uvumilivu na mipango mizuri, mafanikio yanayokuja taratibu, lakini kwa uhakika. Kwa hiyo ukiona mchwa, mchwa kinabii, mchwa huashiria bidii uvumilivu na mipango mizuri. Lakini pia kuona mchwa akibeba vitu ni ishara ya mafanikio yanayokuja taratibu, lakini kwa uhakika. Ikiwa wanakula vitu, ikiwa kaona, yani mchwa, ukiona mchwa akibeba vitu, labda kaona mchwa anabeba vitu, ni ishara ya mafanikio yanayokuja taratibu, lakini kwa uhakika. Ikiwa unaona mchwa huyo anakula vitu vyako, huashiria roho ya kupoteza, huashiria roho ya kupoteza vitu, roho ya uharibifu. Ukisoma kitabu cha Mithali sita na msari wa sita imeandikwa nukuu, ewe mvivu mwendee chungu, zitafakari njia zake upate hekima. Biblia inasema ewe, ewe mvivu mwendee chungu ambao ndo mchwa, zitafakari njia zake upate hekima. Kwa hiyo mchwa washiria bidii, uvumilivu na mipango mizuri. Lakini ndoto namba 18 kuona nzi na mbu wengi. Ukiona nzi na mbu wengi Uh, maana yake kinabii nzi na mbu wengi ni ishara za roho za usumbufu, uchafu au ulemavu wa kiroho. Ikiwa unaona nzige wengi au mbu, ni ishara ya roho za uharibifu na roho za masumbufu. Kwa hiyo ukiona nzi au mbu wengi, uh, maana yake kinabii ni ishara za roho za usumbufu, uchafu, ulemavu wa kiroho. Kiwa unaona nzige wengi au mbu, ni ishara ya roho za uharibifu. Kwa hiyo ni muhimu ukaanza kuomba lakini ndoto namba kumi na kumina tisa huona mamba, maana yake kinabii, mamba huashiria roho ya uharibifu, hatari ya ghafla au hila za adui. Ukiona mamba ndotoni, huashiria hatari, hatari ya ghafla, roho ya uharibifu au hila za adui. Ukiota ndoto ukamwona mamba ipo majini, huashiria mashambulio ya kipepo kutoka katika ulimwengu wa maji. Kwa hiyo ukiona ukiota ndoto ukaona mamba ipo majini huashiria shambulio la kipepo kutoka katika ulimwengu wa maji. Lakini ndoto namba ishirini humwona uh, kuwaona ndege wadogo, maana yake kinabii, ukiona ndege wadogo ni matumaini, furaha na neema ndogo zinakuja. Ukiona ndege wadogo eh, ukaona ndege wadogo wadogo wanaimba, wanalia, ukaona ndege wanatoa milio tofauti tofauti, ndege wadogo wadogo, maana yake kinabii ni ishara ya matumaini, furaha na neema ndogo zinazokuja lakini pia kuona ndege wadogo wakiruka ni ishara kuwa utapokea ujumbe wa furaha. Ukiona ndege wanarukaruka wadogo, huku wakitoa milio mbalimbali mba. Ni ishara pia, ndoto hii inaweza kuashiria utapokea ujumbe mzuri, jiandae kwa kupokea taarifa. Lakini ndoto namba 21 kumwona jogoo ndotoni, kumwona jogoo akiwika au kumwona jogoo ndotoni, maana yake kinabii ni ishara ya ujasiri, uamsho wa mwanga uamsho na mwanga mpya. Kwa hiyo ndoto ya namna hii inaweza kuashiria Mungu anakuita kuamka kiroho, wakati wa kulala umeisha. Ukiona jogoo analia, umeona jogoo ndotoni anawika, kwa hiyo ndoto hii inaashiria Mungu anakuamsha kiroho ndoto ya namna hii inaweza kuashiria Mungu anakuwa anataka kuamka kuamke kiroho, wakati wa uamsho umefika kwenye maisha yako. Kwenye kazi, inaweza kuwa ni kwenye maisha ya kiroho, kwenye familia, inaweza kuwa ni kwenye biashara. Mungu anakuwa anaashiria uamsho. Ukiona jogoo anawika, ndoto hii inaweza kuashiria uamsho kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba ishirini na mbili kumuona chura ndotoni, maana yake kinabii. Chura ni ishara ya uchafuzi wa kiroho, maneno mabaya au roho ya uchawi. Kwa hiyo kumwona chura ni onyo la kuepuka watu au maneno machafu. Kimwona chura ni ishara ya kuepuka watu au maneno machafu. Lakini namba 23 kumwona buibui ndotoni, buibui kinabii ni ishara ya mipango ya siri au mitego ya kiroho kama unavunja au kuiondoa ile mitego ya buibui, ni ishara ya ushindi dhidi ya mitego ya adui. Kwa hiyo kama ukiona ule utando wa buibui ukauona, unautoa ule utando wa buibui, ni ishara ya ushindi. Ile mitando ya buibui ni ishara ya ushindi. Lakini ukiona yeah, mi, unamona buibui na kuna utando, basi unatakiwa utambue kuna vizuizi na kiroho nim, ukaanza kuomba mwana mgeni anaweza kuona, tando, tando wa tando wa buibui akashangaa kwenye maisha ya kiuhalisia, kila jambo akilifanya ile jambo lile alifanikiwa, kwa sababu kuna vizuizi kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini pia uh, kumwona ndoto namba 24 kumwona tw kumwona twiga maana yake kinabii, twiga ni ishara ya kuona mbali. Lakini pia twiga kinabii maana yake uh, ni maono makubwa na utambuzi wa kiroho lakini pia twiga huashiria Mungu anaweza kukuonyesha mambo ambayo wengine hawawezi kuona. Maana yake utayafanya mambo ambayo wengine hawawezi kuyafanya, utafikia mambo ambayo wengine hawawezi kuyafikia. Ni matumaini. Kuna jambo ambalo umejifunza? Kama kuna kitu ambacho umejifunza, naomba comment chini, nimejifunza zaidi. Lakini pia Mungu akubariki wote, akietumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Nikutakie wakati mwema, ninakupenda sana.